Kukosekana kwa katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna kwenye mkutano wa kamati kuu ya usimamizi wa chama hicho uliofanyika katika eneo la Vipingo kaunti Kilifi kunazidi kuchangia mpasuko chamani. viongozi wa kamati hiyo akiongozwa na kinara wao Dr Oburu Oginga wameeleza sababu za kukosekana kwa Sifuna kwenye mkutano huo. Katika mkutano huo uliochukua zaidi ya masaa manane, Dr Oginga ameweka wazi kwamba Sifuna na naibu kinara wa chama hicho Godfrey Osotsi waliwasilisha maombi ya kutohudhuria mkutano huo, huku akisema hakuna utofauti wowote ndani ya chama cha ODM.

Oginga amefafanua kwamba chama cha ODM kitazidi kufanya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa nchini, ikiwemo chama cha UDA ili kubuni muungano wa kisiasa, na kwamba viongozi wa chama hicho atazuru mashinani kuimarisha chama na kuhakikisha kinabuni serikali mwaka 2027.

Kiongozi huyo ODM amesistiza kwamba chama cha ODM kitazidi kushinikiza kutekeleza kwa ajenda kumi sawa na kulipwa fidia kwa uathiriwa maandamano kupitia tume ya kitaifa kutetea haki za binadamu KNCHR.

Nikiripotia Koko FM kuhusu eneo la Vipingo kaunti ya Kilifi, mimi ni Mwahoka Mtsumi.